50% tariffs on steel and aluminium come into force today. Bwana, e, moja ya taarifa ambazo zimetufikia mezani kwetu ni kuhusiana na serikali ya Rais Donald Trump kuanza rasmi utekelezaji wa hatua ya kuongeza ushuru wa chuma na aluminium kutoka asilimia ishirini na tano hadi asilimia hamsini kuanzia Jumatano, huku akiwataka washirika wake wa kibiashara kuwasilisha mapendekezo bora ili kuepuka hatua zaidi ifikapo mwezi Julai. Hatua hiyo imekuja sambamba na tamko la rais lililosainiwa Jumanne usiku, ambalo limewekwa msingi wa ongezeko hilo jipya la ushuru kuanza kutumika saa kumi na mbili asubuhi. Mjumbe wa biashara wa Umoja wa Ulaya EU, Maros Sefcovic alikutana na mwakilishi wa biashara wa Marekani, Jamieson Greer, mjini Paris siku hiyo hiyo kwa lengo la kujadili hatima ya uamuzi huo, huku nchi wanachama ishirini na saba wa EU wakitarajiwa kutoa hoja ya kupunguza au kuondoa ushuru huo kwa bidhaa zao. Akizungumza katika mkutano wa sekta ya chuma jijini Washington, mshauri wa uchumi wa ikulu ya Marekani Kevin Hassett amesema kuwa mwanzo, tulianza na asilimia ishirini na tano, lakini baada ya kuchambua takwimu zaidi, tuliona kuwa ilikuwa msaada mkubwa lakini haitoshi. Ndivyo maana tunaanza na asilimia hamsini. Ushuru huo mpya unawaathiri washirika wote wa kibiashara wa Marekani isipokuwa Uingereza ambayo ndiyo nchi pekee iliyofanikiwa kufikia makubaliano ya kipekee na Marekani kuhusu swala hilo. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kutufuatilia kupitia platform zetu mbalimbali ili kufahamu mengi yanayojiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Baki nasi.